Ni siku nyingi kidogo ambapo hatujazungumza, au ninyi ndugu zangu, hasa wanaume, hatujazungumza maswala yetu ya kiume, na kama mjuavyo, mimi kaka yenu kutokana um, na majukumu ya hapa na pale, ndio maana sikuweza tena kuonekana mbele ya kamera kwa ajili ya kuzungumza nanyi vijana wa kiume ama wanaume, na leo nimekuja mahususi kabisa kwa ajili ya wanaume mabwege mi nawaita wanaume unajua, kaka yenu naam, kaka yenu nawaita wanaume mabwege wengine, mnawaita ma, wanaume, mna wanaume mafala e, ni mwiko. Leo nimekuja kuwapa mwiko mmoja tu kwamba wanaume, hebu iongezeni kidogo, umieni zuri akili. Mungu amewapa akili, Mungu ametupa akili nzuri za kuzitumia, lakini pia kwenye vitabu vya dini vimesema kwamba enyi wanaume ishini na wanawake kwa akili kama mjuavyo katika mila zetu na desturi zetu kama Watanzania ama kama Waafrika, jioni mara kadhaa uh, wazazi ama wazee uh, wanakaa na vijana wa kiume wakizungumza mambo kadha wa kadha kwa ajili ya ustawi wa jamii nzima ambayo inazunguka eneo hilo, lakini kwa ajili ya manufaa ya taifa kwa ajili ya kesho. Mwanaume hatakiwi kuwa bwege. Sasa kuna mabwege, kuna wanaume mabwege ambao kaka yenu nimewaona, ambao anaoa mwanamke ama anaishi na mwanamke ambaye ana kiwanja cha kujenga nyumba, aidha cha urithi ama amenunua mwenyewe huyo mwanamke, afu mwanaume unaenda kuwekeza kwenye mahala mahalapala, eti kujenga nyumba ukidhani kwamba itakuwa ni sehemu yako. Hiyo sio heshima kwa mwanaume. Hebu shitukeni basi, acheni ubwege e, achieni ubwege. Hiyo sio heshima na wala sio tamaduni, kwamba ukaenda ukajenga kwenye nyumba ukajenga kwenye kiwanja ambacho ni cha mwanamke, aidha amepewa na ndugu zake au amenunua yeye mwenyewe. Usithubutu kujenga, na ambaye umeanza kujenga acha mara moja kaka yako nakukataza, kaka yenu naukatazeni, na acheni ubwege huo. Hebu acha ubwege, katafute kiwanja chako kama unataka kujenga nyumba, ama katafute ukapewe na ndugu zako kwa upande wa baba yako, sio kwa upande wa mama pia, hapana, huo ni ubwege pia. Hebu acheni. Na wale ambao um, wamefanya hivyo, baadhi yao waliishiwa kujinyonga, kwa sababu sasa tumechoka hivi vifo vya vijana mimi kaka yenu sitaki kuhusikia tena vifo hivyo. Vijana walikuwa wakijinyonga ama wakijilaumu, wakilalamika, wakiwa na sonona, wameambiwa maneno magumu na wanawake hao baada ya kujenga hizo nyumba ama kukarabati hizo nyumba, sehemu ambayo sio ya kwao. Hawajui kimetokea wapi hicho kiwanja, kilinunuliwa na mwanamke kwa namna gani, walipewa na ndugu zake. Sasa wewe kinakuhusu nini? Hebu waacheni ubwege. Kwa kaka yenu, nimeona kwamba nizungumze nanyi jioni ya leo kwa ajili ya huko twendako. Karibuni.